Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa, na wewe utauponda kisigino. Maneno haya yanatoka katika kitabu cha Mwanzo tatu mstari wa kumi na tano. Maneno haya ni miongoni mwa maneno makubwa sana katika maandiko ambapo watu wakiyaingia katika tafsiri yake ya ndani wanapata kugundua mambo makubwa mno kupitia andiko hili. Ni maneno machache sana yaliyozungumzwa hapa, lakini maana yake ni maana kubwa ambayo unaweza ukaiongea mpaka asubuhi na bado usimalize. Lakini kwa neema ya Mungu, katika video hii nitaongea kwa ufupi ambao utapata reference kubwa ya kukufanya usogee katika kuielewa nini maana ya uzao wa mwanamke? Je, uadui ambao Mungu anauweka kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka ni upi? Na mwanamke uzao wake unahesabiwa vipi? Sasa haya ni maswali machache tu, maswali ni mengi, lakini majibu yake ni kama ifuatavyo. Ungana nami katika video hii na Mungu atakubariki. Jina langu linaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama ama hujasubscribe channel basi, ni kutaka usubscribe na Mungu atakubariki. Sasa tukirejea katika muktadha wa maisha ya watu wa zamani, ni kwamba mwanamke hana uzao, uzao unakuwa ni kwa mwanaume. Ndio maana watoto wanachukuliwa kwa baba. Utasikia Isaka mwana wa Ibrahimu, Yakobo mwana wa Isaka. Hawezi wakasema Isaka mwana wa Sara, aa, wanasema mwana wa Ibrahim. Ila Sara utasikia anaandikwa kwamba naye Sara akamzalia Ibrahimu mtoto. Kwa hiyo katika jamii za watu wa zamani ni kwamba mwanamke alikuwa ahesabii kuwa ni mwenye uzao, uzao ulikuwa ni kwa mwanaume, na katika jamii hizo mwanamke hakuwa anapewa nafasi kubwa sana katika jamii za kale. Sasa hapa Mungu anaongea na nyoka anamwambia, uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Sasa je, mwanamke ni mwenye uzao? Au uzao wa mwanamke ulikuwa ni upi? Mungu anataka kumaanisha nini? Au alimaanisha nini anaposema uzao wa mwanamke utamponda kisigino uzao wa nyoka? Na anaweka uadui kati ya uzao wa nyoka na wa mwanamke. Huo uzao wa mwanamke ni upi? Kwa sababu hakuna uzao kwa mwanamke pasipo mwanaume kwa, kwa hiyo Mungu anamaanisha nini anaposema uzao wa nyoka? Sasa kuna mambo mawili makubwa ambayo Mungu anayamaanisha hapo. Jambo la kwanza kabisa ambapo Mungu anaongea hilo swala ni kwamba alitaka kumuinua tena mwanamke. Mungu alitaka kumuinua tena mwanamke, kwa sababu ukirejea katika hiyo bustani au sinari ya hilo andiko ni kwamba mwanamke ndiye alianza kudanganywa na nyoka. Alafu yeye akamdanganya mumewe ha, kwa ule ulagai akaenda akautumia kwa mumewe, wakaja wakaingia katika uharibifu. Kwa hiyo unaona, Adamu anapoulizwa, lawama zote anazielekeza kwa mwanamke. Na mwanamke, maandiko anasema alikuwa na uchungu, wakati Mungu anamlani mwanamke akasema kwa uchungu wako nitakuzidishia utazaa kwa utungu. Kwa hiyo inaonyesha mwanamke akawa yuko chini sana, na unakumbuka pia Mungu alimwambia kwa tamaa yako mume wako atakutawala nawe utatawaliwa. Kwa tangu hapo mwanamke akawa ameshushwa, na hata nyoka alipokuwa anaangalia kati ya mwanaume na mwanamke, aliangalia ni nani ambaye ni dhaifu, naweza nikamdanganya kirahisi. Kwa hiyo akaona ni mwanamke ambaye ndiye anayeweza kudanganywa kwa urahisi. Kwa hiyo sasa wakati huo wote mwanamke anakuwa ni mtu ambaye yupo chini, mwenye huzuni, ambaye kichwa chake kimeinama kime, kime kwa sababu ya lile kosa. Kwa hiyo amejishusha na ameshushwa kabisa, kwa hiyo anaonekana si kitu tena cha thamani. Lakini Mungu anaposema ninaweka uadui kati ya uzao wako na mwanamke, anataka kumwonyesha nyoka kwamba huyo huyo mwanamke ambaye umemtumia umejipatia ushindi kwa huyo mwanamke, ndio kwa huyo huyo mwanamke ndipo utakapopatwa kushindwa. Kwa anamuinua tena mwanamke ambaye alikuwa nafsi nyonge. Kwa Mungu anaonyesha kwamba kupitia huyo mwanamke ndiye ataweza kukushinda nyoka na kukuponda kichwa. Kwa hiyo lengo la kwanza kabisa, Mungu anainua ile nafsi ya mwanamke ambayo ilikuwa imenyongea, ambayo ilikuwa inaonekana si kitu, ambayo ilikuwa inaonekana haina thamani kabisa. Kwa Mungu anaanza kuinua tena, anaanza kuijenga tena, na Mungu anaonyesha kujiripiza kisasi kwa nyoka kupitia mwanamke. Kwa hiyo wokovu na ukombozi ambao utapatikana kupitia nyoka basi utatokea kwa nani? Utatokea kwa mwanamke. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo Mungu analionyesha ni kupitia mwanamke. Kwa sababu gani? Kupitia mwanamke, kwa sababu mwanaume ndiye aliyepewa kila kitu na baada ya mwanaume kukosea hakuna matengenezo tena ambayo Mungu anaweza akayafanya kupitia mwanaume, kwa sababu hukumu, uh, na ile kosa ambalo limetokea pale linatakiwa lilipwe. Hilo ni jambo la kwanza. Sasa jambo la pili ambalo, ambalo pia Mungu alitaka kulionyesha kupitia andiko hili, jambo hilo ni hili hapa. Tunapomzungumzia nyoka, nyoka ni anawakilisha ufalme wa Shetani au nyoka anamwakilisha Shetani. Kwa tunapomwongelea nyoka, waga mara nyingi huwa anasimama kwa kumwakilisha shetani, ni mfano wa shetani. Kwa pia andiko hili lilikuwa linamlenga shetani kwamba uzao wa mwanamke utakuja kubomoa ufalme wa shetani. Sasa tukirejea katika uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke ni upi? Sasa ili tujue uzao wa mwanamke kwanza lazima tujue kwa nini Mungu anaamua kuongea hilo jambo. Jambo la pili ambalo ni kwa nini Mungu anaamua kuliongelo jambo ni kwamba baada ya Adamu kukosea, Adamu alikuwa chini ya deni ambalo yeye na vizazi vyake vyote vinatakiwa vililipe. Sasa hakukuwa na mtu anayeweza kulilipa lile deni kwa sababu hata kama mtu akitokea akiwa ni mwema kiasi gani. Maadamu tu DNA yake inasoma kwa Adamu, yaani ana vinasaba vya Adamu, basi yuko chini ya ile deni ambalo hawezi kulilipa. Kwa mtu ambaye anapaswa alilipe lile deni ni mtu ambaye anatakiwa asiwe na vinasaba na uhusiano wowote na Adamu wa kwanza. Kwa sasa hakukua na mwanadamu yoyote ambaye hana atokani na Adamu. Kwa, kwa sababu wote walikuwa wanatokana na Adamu, walikuwa wanapaswa kulipa lile deni. Ndio maana kila mmoja aliyekuwa anakufa alikuwa anaelekea moja kwa moja kuzimu. Alikuwa anakabiliwa na mashtaka, alikuwa anakabiliwa na nini? Na kesi. Kwa hiyo hakukua na mtu ambaye angeweza kufanya nini? kuondokana na ile lile deni. Aa, sasa unaposoma vitabu unakuta watu wote walikuwa na hiyo kesi, na walikuwa wanaelekea huko kuzimu. Na wakifika huko kuzimu, hata kama walikuwa ni watakatifu kiasi gani, kwa sababu lile deni lilikuwa halijalipiwa, walikuwa wanakabiliwa na mashtaka. Kwa hiyo watu wote wakaelekea kule kuzimu, na kule kukatenganishwa na shimo kubwa tu kwenye ule mfano wa tajiri na Lazaro, nafikiri tunaukumbuka Lazaro. Anani, Ibrahimu anamwambia yule tajiri kwamba kati yetu tumetengwa na shimo kubwa. Kwa hiyo inamaanisha watu wema wote walikuwa wanakwenda kule na watu wabaya walikuwa wanakwenda kule, lakini isipokuwa wale watu wema wale walikuwa wanatengewa nini? Walikuwa wanatengewa sehemu yao na watu wabaya walikuwa wanatengewa sehemu yao. Hawa watu wema wao walikuwa wanasubiri ukombozi, ni nani ambaye atakuja kuwakomboa? Lakini hakukuwa na mtu ambaye angeweza kuwakomboa, kwa sababu watu wote wako chini ya uzao wa Adamu, ndio maana maandiko yanasema wote wameoza, wote wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mwenye haki hata mmoja, kwa maana hakuna mtu ambaye angeweza kuhesabiwa haki kwa matendo yake au kwa wema wake au kwa utukufu wake au kwa matendo yake. Hakukuwa na haki kwa matendo, kwa sababu deni la Adamu lilikuwa halijalipiwa kwa watu wote, walikuwa wanakabiliwa na hiyo kesi. Na ndio maana unaona Shetani alikuwa na mamlaka juu ya kuzimu, alikuwa na mamlaka juu ya mauti, alishikilia hizo funguo zote yeye na alikuwa ana, anaisimamia ile sheria ambayo Mungu alimwambia Adamu, siku utakapokula tunda utakufa. Hakika kwa ile sheria alikuwa anaisimamia, kwa kisha watu wote wanakumbwa na mauti, lakini pia watu wote wanahukumiwa. Sasa anaposema uzao wa mwanamke, uzao wa mwanamke inamaanisha nini? Atokee mtu ambaye hata kuwa na DNA yoyote ya Adamu. Mtu huyo ni nani? Mtu huyo ndo Emanueli, Mungu pamoja nasi, ambaye alizaliwa akuwa na baba ambaye yeye ndiye Kristo. Alizaliwa hana baba, yeye alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kwa kuzaliwa kwake yeye, anafanyika uzao wa mwanamke yani uzao wa mwanamke ambaye haingiliani na DNA zozote za Adamu. Yeye ndiye anasimama kama Adamu namba mbili au Adamu wa pili kuja kulifidia kosa na kulilipa deni la yule nani, Adamu wa kwanza. Kwa kupitia yeye sasa ndiye anaweza akalilipia lile deni na kuilipia ile fidia, kwa sababu hakukua na mtu anaweza kulipa ile deni, kwa sababu DNA zake zote zinasoma za Adamu. Anakuja mtu ambaye vina saba havisomi kwa, anatoka nje, mtu nje ya ule uzao wa Adamu ambaye yeye sasa ndiye atasimama kulienda kulifidia lile kosa la Adamu. Ataenda kuli kulifuta kuli, kuli, kuli, kuli lile kosa la Adamu. Sasa anapofika huyu Adamu wa pili au anapofika huyu Kristo ambaye ndio uzao wa mwanamke ambao maandiko anasema atamponda kichwa yule nyoka. Yeye sasa anafanya kazi namba moja kwanza ni kulifuta lile kosa la Adamu. Kwamba kosa la Adamu anasema kwa sababu mtu huyu amefanya hiki kitu, kufa na atakufa hakika. Kwa yeye anaingia kwenye ile habari ya umauti, anaingia kufa yeye kwa sababu gani? Ili hawa uzao wa Adamu wasife. Anajiita yeye ni ufufuo na uzima, amwaminiaye yeye hata kufa tena. Kwa nini? Kwa sababu alishalipa ile deni la fidia. Ndio maana mtu akiwepo ndani yake hata hata ajapo kufa anakuwa amelala, kwa sababu lipo tumaini ndani yake yeye, kwa maana kwake yeye hakuna kuna uzima hakuna, hakuna mauti, kwa sababu mauti yote alishia ishinda. Lakini jambo la pili ni kwamba baada ya kulilipia lile fidia, baada ya kulilipa lile deni, anaamua sasa kwenda kuipokonya ile hati ya mashtaka, anaenda kupokonya funguo za kuzimu na mauti. Kwa sababu gani? Tayari kashalilipia, mwanadamu hayupo tena chini ya nini? Hayupo tena chini ya, chini ya hukumu, hayupo tena chini ya mauti. Kwa hiyo aliwaokomboa wanadamu wote kwa kile kifo chake pale msalabani. Kwa sasa jambo la tatu ambalo, ambalo, ambalo lipo hapo ni kwamba kulikuwa na wale watu ambao walikuwa wamekwisha kufa miaka hiyo zamani hizo, wakina Ibrahimu, wakina Yakobo, wakina nani, wote walikuwa kule kuzimu, ila walitengwa na shimo kubwa tu kati ya wema na wabaya. Kwa hao wote walikuwa wanamsubiri huyo nani ambaye atakuja kutuokoa, ambaye ni amba uzao wa mwanamke. Kwa hiyo kifo chake yeye kinasimama kinasimama kama ukombozi kwa wale wote waliokufa miaka hiyo wakina, wakina Elisha, wakina Isaya, watu wote waliokufa miaka hiyo kabla yake walikuwa wanasubiri ukombozi wa huyo uzao wa mwanamke. Lakini huo uzao wa mwanamke ulisababishwa ukombozi kwa watu wote waliokuwepo kipindi kile na watu watakaozaliwa baadaye. Kwa hiyo kifo chake yeye kimefanyika ukombozi kwa watu wote, ambaye yeye sasa ndio ule uzao wa mwanamke ambao ulitabiriwa pale bustanini. Kwa hiyo sasa, mara baada ya kulilipa lile deni la fidia wanadamu wote duniani hawatahukumiwa tena kwa habari ya dhambi, kwa sababu dhambi ilishalipiwa na wanadamu wote walikwisha kusamehewa na Mungu. Ila kitakachohukumu ni kwamba je, wamekubali kusamehewa. Je, umeukubali msamaha eh? Kusamehewa, umesamehewa, lakini kukubali kusamehewa ni jambo lingine. Je, mnakubali kupokea msamaha wa hivyo? Sasa kama mtu asiyekubali kupokea msamaha, huyo sasa ndiye atakaye hukumiwa. Anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima hakuna mtu anayeweza kwenda kwa baba bila njia ya kupitia kwangu. Kwa hiyo inamaanisha bila yeye akukua na mwanadamu ambaye angeweza kufuta lile kosa, na hata hata kuwepo mwanadamu ambaye anaweza akalifuta lile kosa pasipo yeye. Kwa hiyo kukaa bila yeye, bila Kristo, inamaanisha kwamba unaweza ukajitetea, unaweza ukafuta lile kosa, kitu ambacho wanadamu wote walishindwa. Kwa maana hiyo sasa kukataa kuwa chini yake au kukataa kumpokea yeye ni kuo, kujionyesha kwamba unaweza ukaishi vizuri pasipo yeye, na hakukuwa na njia nyingine, na hakuna njia nyingine ya kwenda kumwona Mungu pasipo njia ya Yesu. Umeona, kwa hiyo bila yeye hakukuwa na chochote, hakuna msamaha, kwa sababu kupitia yeye tunapata msamaha. Kwa hiyo sasa, je, unakubali kuupokea huo msamaha? Hilo ndo swala la msingi. Umpokee Kristo, uishi chini yake, na ukikiwa chini yake unapewa neema, neema ya Mungu ambayo inakufundisha kukataa ubaya wa kila namna. Kwao tunapoongelea uzao wa mwanamke, maana ya uzao wa mwanamke ndo ina maana hiyo. Najua nimeongea mambo mengi kwa ufupi sana, ila ni mambo yako deep sana, ambapo tunaweza tukaongea mpaka asubuhi, lakini kwa kukupa tu reference na kukupa mwanga tu kidogo ni ina maana hiyo. Ikimpendeza Mungu, baadaye tutakuja na full sasa, somo lote zima, full somo eh, somo zima kwa ajili ya, ku, ya, ku, ya, ku, ya kuongelea tu kwa habari ya uzao wa mwanamke. Lakini kwa leo itoshe tu kwa summary, najua imesha kuwekea imesha kuwekea mwanga ambao unaweza ukaenda ku approach mambo makubwa juu ya uzao wa mwanamke na mwisho wa siku ukafanikiwa. Umeona. Na Mungu atakubariki sana. Jina langu naitwa Vincent Mwakisyala, hii ni hazina ya kanisa. Kama huja subscribe channel hii, basi nikusii usubscribe na ushare kwa watu wengine, na Mungu atakubariki sana.